Na wakazi wa eneo la Borabu lililoko mpakani mwa kaunti ya Nyamira na Bomet wamelalamikia utovu wa usalama kufuatia kukithiri kwa visa vya wizi wa mifugo eneo hilo. Wakizungumza kwenye hafla ya mazishi huko Manga, eneo bunge la Borabu, viongozi kutoka eneo hilo wamelalamikia ukosefu wa magari ya kuwasaidia polisi kupiga doria usiku. Aidha, viongozi hao wameiomba serikali kuu kuingilia kati suala hilo, huku wakilalamikia madai ya utepetevu wa maafisa wa mahakama ya Keroka. Viongozi hao vilevile wamewashauri vile wakazi kushirikiana na maafisa wa usalama kunasa wezi hao kwa kutoa taarifa muhimu, kwani imebainika kwamba baadhi ya wezi ni vijana wakazi wa eneo hilo dile ng'ombe mbili tukapata na wezi wawili, tukawapiga picha. Ng'ombe imepatikana kwako, shika ng'ombe yako, piga picha. Tukawaleta mpaka Keroka, prosecutor yuko hapo anasema, I cannot charge them because mmeandika with others, wenda mtafute wale others ndio ni charge hawa. Hiyo ni haki kweli? No.

should be caught, they should be prosecuted. Where is the prosecutor doing what is still no we cannot allow that no mtazamaji taarifa